Dumela Pretoria Afrika Kusini nimesema kwamba hujambo kutoka Afrika Kusini kisha najibu Dumela Luena yani si jambo Nipo nje ya uwanja wa Sunbet Arena hapa Pretoria Afrika Kusini kusinia fainali hizi za BAL kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya BAL. Na nje uwanja huu saa hivi ni maandalizi kabambe kuelekea fainali hizo zinazoanza leo mchana, kabla ya kumalizika tarehe 14 mwezi Juni mwaka huu hapa Pretoria Afrika Kusini. Timu 8 zinajiandaa kumania ubingwa mwaka huu ikiwemo mabingwa wapo awali US Monastir mwaka 2022, lakini pia mabingwa mwaka jana Petro de Luanda ambao wanafukuzia ubingwa huu mfululizo. Bila shaka uwanja huu unapendeza kabisa, lakini leo mchana kuna mechi mbili za kuanzia msimu huu za fainali hizi. Zinazungumzia FUS Rabat dhidi ya Kriol Star kutoka nchini Cape Verde, lakini pia baadaye kuna mechi kati ya viongozi wa makundi. Unazungumzia Al Ittihad dhidi ya Al Ahly Tripoli kutoka nchini Libya, liongoza kundi la Nile huko Kigali nchini Rwanda. Michuano hii bila shaka inaanza leo na kumalizika mwezi Juni tarehe 14 hapa Pretoria Afrika Kusini, lakini pia usisahau APR atakuwa anacheza kesho ambao nabeba neema na kudura za Afrika ya Mashariki, baada ya kusajili pakubwa, ikiwe mununi moto kutoka Sudan Kusini, lakini pia unazungumzia kocha wa MBB Blue Soldiers Sam Vincent, ambaye amesajiliwa kwenye benchi la ufundi la timu ya APR ya Rwanda. Usikose kufuatilia matukio na matukio kutoka hapa Pretoria, Afrika Kusini.